Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yalojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriamu Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima na habari za biashara zitasomwa na Nizia Masinde. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais wa Zanzibar Dr. Mwinyi wasisitiza waumini wa dini ya Kiislamu kuiombea nchi amani. Katika biashara kiwanda cha sukari TPC chajenga kiwanda kipya cha kuchakata mazao ya mabaki ya miwa chenye thamani ya shilingi bilioni mia na thelathini. Na katika habari za kimataifa wanafunzi na wafanyakazi katika shule ya bweni inayomilikiwa na kanisa Katoliki watekwa nchini Nigeria. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi amewasisitiza waumini wa dini ya Kiislamu na wananchi kwa ujumla kuendelea kuiombea nchi amani. Taarifa zaidi inasomwa hapa studio na Gudluck Msola. Dr. Mwinyi amesema hayo Ijumaa Novemba 21 alipojumuika na waumini wa dini ya Kiislamu katika sala ya Ijumaa iliyoswaliwa Masjidi Rashidi Dole Sokoni, mkoa wa mjini Magharibi ameeleza kuwa ni jukumu la kila mmoja kutumia nafasi yake kuhimiza na kukumbushana umuhimu wa amani katika nchi pamoja na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo amani iliyokuwepo kabla ya uchaguzi, uchaguzi baada ya uchaguzi wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Amefafanua kuwa kuwepo na amani kunaiwezesha nchi kutekeleza mipango ya maendeleo zaidi katika nyanja mbalimbali na kuunga mkono hatua ya kuamua siku ya Jumatatu ya tarehe 24 Novemba 2025 kuwa siku maalum kwa ajili ya waumini kufunga kwa ajili ya kuiombea amani ya nchi. Ndugu zangu, hakuna maneno mengine ambayo tutayazungumza kama hakuna amani, lakini kama hivi tuko katika hali ya amani, tunaweza tukazungumza mengi ya kimaendeleo. Sasa tunataka hichi, tunataka kile, yanazungumzika kwa sababu ndani ya nchi kuna amani. Lakini kwa kipindi kifupi kilichotoweka amani pale bara tuliona athari zake, athari zake zilikuwa kubwa, na si kule bara tu mpaka huku e. Maana ilikuwa hata bidhaa haziji, hali ya, ya bei za bidhaa ikaanza kupanda sana, na ingeendelea ile hali leo sijui tungekuwa wapi, lakini alhamdulillahi kumetulia na vitu vinaanza kuja na kwa hali hiyo kila mmoja kaona umuhimu wa kutunza amani katika nchi. Naye hatibu wa sala ya Ijumaa amewanasi waumini wa dini ya Kiislamu kusafisha nafsi zao kwa kuondoa chuki, uhasama na uadui baina yao na kutanguliza msamaha pale wanapohitajika kufanya hivyo. Akitoa salamu za afisi ya mufti, katibu mtendaji wa afisi hiyo Sheikh Haridi Ali Mfaume. Amewakumbusha waumini wa dini ya Kiislamu kufunga suna siku ya Jumatatu wiki ijayo kwa ajili ya kuombea amani ya nchi pamoja na kutekeleza agizo lilotolewa na Mufti Mkuu wa Zanzibar Sheikh Sale Kabi, kwa masiku ya Jumatatu ni siku ya kufunga suna matatu na hamsi kwa a aataausase aaauata s ya baba, kwa kwa Jumatatu ni siku ya kufunga suna Akawataka Waislamu wa nchi hii wafunge hiyo sunna siku ya Jumatatu ya kesho kutwa na watie nia ya kumwomba Mwenyezi Mungu aliyekoshe taifa letu hili na kila aina ya shari. Asante sana Gula Akimsola kwa taarifa hiyo. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba, ameelekeza Jeshi la Polisi na Uhamiaji kuhakikisha wanamkamata na kuzuia hati ya kusafiria ya mkandarasi anayejenga mradi wa kituo cha ukaguzi cha pamoja kilichopo Muhalala mkoa ni Singida. Recho Chacha anaeleza zaidi. Dr. Mwigulu amesema kuwa mkandarasi huyo aliaminiwa na serikali kwa kupewa ujenzi wa mradi huo wa kimkakati uliosimama kwa zaidi ya miaka nane tangu mwaka 2016. Mradi huo unajengwa na kampuni ya Mantovan, SPA ulipaswa kukamilika mwaka 2018. Ametoa agizo hilo Ijumaa wakati alipokagua mradi huo katika ziara yake ya kikazi mkoani Singida ambapo atakagua miradi ya maendeleo pamoja na kuzungumza na wananchi. Dkt. Mwigulu amesema kuwa jitihada zimefanyika za kuona mradi huo unaendelea, lakini mkandarasi amekuwa akileta ugumu katika utekelezaji. Ameambiwa arudishe fidia, hajarudisha.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 Amepewa fedha amepewa kazi, anajiamulia kama aendelee na kazi ama asiendelee. Katika hatua nyingine, Dkt. Mwigulu amemwagiza waziri wa ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega kuelekeza wakandarasi wote kuhakikisha kuwa kila aliyepewa kazi apime kama kazi aliyoifanya inaendana na thamani ya fedha alizopewa. Na nitumie jukwaa hili, Mheshimiwa Waziri, waelekeze wakandarasi wote kila ambaye amepewa kazi apime kabla hatujafika kama kazi ile inaendana na fedha ambazo ameshapokea. Haya ndo maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais anataka kila mradi, thamani ya fedha iendane na kazi ambayo imeshafanyika, na sisi wasaidizi wake tutafuatilia maelekezo ya Mheshimiwa Rais, tutafuatilia hatua kwa hatua, tutaangalia thamani ile thamani ya mradi kama inaendana na fedha ambazo wameshapokea. Kwa upande wake waziri wa ujenzi Abdalla Ulega amesema mradi huo ni mradi wa kielelezo na una faida nyingi ambazo zitalisaidia taifa ikiwemo kuokoa fedha nyingi zinazowekwa kwenye barabara. Mradi huu kama alivyokwisha kutangulia kusema mbunge ni mradi wa kielelezo, una faida nyingi sana, faida ambazo zitalisaidia taifa letu kwanza kuokoa fedha nyingi tunazoziweka katika barabara, kwa sababu tutakapopima uzito wa magari ndipo tutakapotunza barabara zetu. Lakini pia vile vile eneo hili litakuwa ni eneo la kibiashara, kwa sababu watu watapata nafasi ya kuuza biashara hapa, na kwa hivyo vijana na wakina mama watapata nafasi ya kutengeneza fedha za uchumi wao. Sisi Wizara ya Ujenzi ni wajenzi na tuko tayari kujenga, Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na mikwamo yote, ninaamini ya kwamba unayo maelekezo utakayotupa sisi wasaidizi ili tuweze kuhakikisha kwamba mradi unarejea, na tuko tayari kuyatekeleza yale yote tutakayoelekezwa ili kusudi tuweze kulifanya jambo hili. Asante sana, Recho Chacha, kwa taarifa hiyo zoezi la uthamini wa ardhi linaloendelea katika maeneo ya Nyakabale, Manga, Nyamalembo na Samina mkoani Geita kwa ajili ya ulipaji wa fidia kabla ya ardhi kutwaliwa na mgodi wa dhahabu wa GGML limefikia asilimia 92.74 sawa na hekari 2790 kati ya hekari 3900 na zinazopaswa kukamilishwa ambazo zinamilikiwa na wananchi elfu sita na 53. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita inaarifu zaidi. Mthamini mkuu wa serikali Evelyn Baruti Mgasha amesema hayo wakati wa ziara yake kwa Geita yenye lengo la kutatua changamoto zinazojitokeza katika zoezi hilo. Amezitaja changamoto hizo kuwa ni pamoja na uwepo wa mazao yaliyopandikizwa kwa makusudi ili kupata fidia maarufu kama tegesha, pamoja na nyumba zilizoharibiwa na mvua zilizoonyesha mwezi Septemba mwaka huu migomba iliyopandwa kwa kuchanganywa na mikalitusi na mazao mengine yote na katani kwa ajili ya kujipatia faida. Eneo hili ni la muda mrefu lakini unakuta mazao ambayo yamepangwa hivi karibuni. Kwa hiyo tumezunguka kote, tutakaa chini tufanye maamuzi na nadhani maamuzi yetu yatafuata sheria, kanuni na taratibu za uthamini. Katika uthamini wa fidia, uthamini wa fidia ni wa kisheria. Kwa hiyo unalipa mazao, nyumba yote ambayo utakayokuta, hata miti inahesabiwa inaipa fidia. Tatizo ni yale mazao ambayo yamepandwa kutofuata taratibu. Kwa upande wake, mthamini kutoka kampuni ya White Night Lily Estate Britiko Bukuku amesema hatua inayofuata baada ya kuthamini kukamilika ni kugawa fomu za kisheria kwa wananchi na kuonesha majedwali ya fidia yatakayobainisha stahiki za kila miliki kulingana na mali zilizokaguliwa. Amesema majedwali hayo yatarudishwa kwa mtathmini mkuu kwa ajili ya kupitia kabla ya kupelekwa kwa, kwa mlipaji yani mgodi wa GML ili kuanza hatua za malipo. Iliyofikia inayobakia, ambayo iko mbele yetu ni kuweza kugawa fomu za kisheria, lakini pia baada ya ugawaji wa fomu, tunakwenda sambamba na uonyeshaji wa majadwali ya fidia, ambayo hayo ndio yataonyesha stahiki ya mtu analipa kiasi gani kulingana na mali iliyokaguliwa uwandani. Lakini baada ya hapo, tutakwenda kwenye hatua zinazofuata baada ya kuonyesha majadwali ambapo sheria inatuhitaji mthamini mkuu aweze kulipitisha kwa hatua hiyo, na baada ya hapo irudishwe kwa mlipaji kwa ajili ya kuendelea na hatua nyingine za kimalipo na za ukaguzi kwa ajili ya kufanya malipo. Akizungumza kwa njia ya simu kuhusu changamoto za tegesha, makamu wa rais wa jiji Mwelo Simon Shayo amesema mgodi huo utaendelea kufanya juhudi kulipa fidia licha ya changamoto hiyo. Hata hivyo, amewataka wananchi kuacha na na tabia ya kupanda mazao kwa makusudi ili walipwe fidia Akisitiza kuwa fidia si biashara ya faida faida, bali ni utaratibu wa kisheria unaolenga kutathmini mali za wananchi na kuadidishia thamani ya stahiki pale ardhi na mali zao zinapohitajika kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Amesema kufanya mchezo wa kutegesha ni kujichelewesha kupata haki zao. Asante sana, Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Ikulu, Saada Mkuya Saalum, amewasisitiza watendaji wa mamlaka ya serikali mtandao igas kuongeza kasi ya utendaji kuhakikisha huduma zote za serikali zinaendeshwa kidijitali. Mrisho Mapeo anayo taarifa zaidi. Dkt. Mkuya ameyasema hayo Ijumaa, Novemba 21 alipozungumza na watendaji wa mamlaka hiyo kujitambulisha, hafla iliyofanyika Sheria House Mazizini, mkoa Mjini Magharibi. Ameeleza kuridhishwa na mwenendo wa mifumo inayosimamiwa na mamlaka hiyo ikiwemo Zan Malipo, kwani inaendeshwa kwa ufanisi. Aidha, amewahakikishia watendaji hao kuwa serikali itazipa ufumbuzi wa kina changamoto zinazojitokeza katika utendaji ili kuongeza ufanisi zaidi. Nimefurahishwa na namna ambayo mambo yanavyokwenda, tuna Zan Malipo, Ipros, kuna Bamas, ofisi mengi mengineyo. Mengine, mengine yanakwenda ya vizuri Eh, uh, e -office, uh, government mailing system inakwenda vizuri, ingawa sisi watumizi sasa ndo tunakuwa tuna changamoto. Manake mimi katika mtu deedede -de -de, mkurugenzi yeye ndo mkurugenzi sasa, nishakwama, unitengenezee. Na amekuwa amekuwa na msaada mkubwa kwangu mimi binafsi, kwa sababu mimi mwenyewe ni muumini katika masuala ya kidijitali mimi mwenyewe. Kwa hiyo mara nyingi ninapokwama binafsi nampigia simu mkurugenzi muda wowote, time yoyote, na amekuwa very much supportive uh, kwangu mimi binafsi, na naamini kwa wengine wengi umekuwa ukitusaidia naye katibu mkuu ofisi ya rais Ikulu, Saleh Juma Musa amewasisitiza watendaji wa e gaz kufanya kazi kwa kuzingatia nidhamu na maadili pamoja na kufuata taratibu na kanuni za utumishi ili kutekeleza malengo ya taasisi hiyo. Kikubwa zaidi, sote ni watumishi wa serikali, tunatakiwa tufanye kazi kwa maadili, kwa nidhamu na kwa ushirikiano. Tukifanya hivyo, tutakuwa tunakwenda katika mafanikio tukianza kusoma na kutafuta maneno ya pembeni, maanake always watu wanaogopa chenji. Sasa kama unaogopa chenji, tutakuwa tuwezi kufanya kazi, kwa sababu utaanza kujiuliza, kwani Dr Sada ndo nani, anafanya nini, yukoje, kwa nini hujue? Hivyo tufanye kazi tu. Basi wewe simamia msimamo wako wa nidhamu, taratibu za kazi, uwajibikaji basi utajua kumbe, dr Sada ni mchapakazi. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mtandao egas Saidi Sefu Saidi amesema mamlaka hiyo ni kiungo muhimu cha kuipeleka Zanzibar katika mabadiliko ya kidigitali. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Profesa Paramagamba Kabudi amewataka waandishi na wachapishaji wa vitabu nchini kuzalisha vitabu ambavyo vitazingatia maadili pamoja na kutunza amani na mshikamano wa taifa. Tuungane na Goodluck Msola kwa taarifa zaidi. Profesa Paramagamba Kabudi amesema hayo jijini Dar es Salaam katika maonyesho ya 32 ya kimataifa ya vitabu, ambapo amewataka watunzi na waandishi wa vitabu nchini kuzingatia uzalendo maadili na mila na desturi za Mtanzania, huku akiwataka kutumia nafasi hiyo kuandika mambo ambayo yataendana na mpango wa serikali kupitia dira ya taifa maendeleo ya mwaka elfu mbili na hamsini. Washiriki, serikali inayoongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan imejipanga vema kuendelea kuwatumikia Watanzania, na nyinyi wenyewe mmesema hapa, baada ya miaka mingi sana Dkt. Samia Suluhu Hassan ameweza kutoa fedha Bodi ya Maktaba ya Taifa kuanza kununua vitabu kwa waandishi wa ndani wa wa, na mimi hili nitalipelekea mrejesho kwake, kwa sababu ni kwa njia hiyo tu tutaimarisha eh, sekta hii muhimu sekta hii muhimu. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa Bodi ya Huduma za Maktaba Nchini, Dr. Mboni Amiri Ruzegea amesema katika maonyesho ya mwaka huu wamewaleta pamoja waandishi na wachapishaji wa vitabu mbalimbali kutoka ndani na nje ya Tanzania ili kujadili namna bora ya kuinua huduma ya maktaba, hasa ikizingatiwa serikali imekuwa ikiboresha huduma za maktaba katika ngazi za jamii. Kauli mbiu kama ambavyo umesoma au kusikia ni vitabu, inasema vitabu ni hifadhi ya maarifa na utamaduni. Ameeleza kwa kirefu sana uh, mheshimiwa mwenyekiti wa pata, kauli hii inatukumbusha na inasisitiza kwamba vitabu ndio vinavyotunza mawazo, historia, lugha na sanaa za taifa letu, lakini ndani ya vitabu ndimo tunamkuta Mtanzania wa vizazi vilivyopita, Mtanzania wa sasa na matarajio ya kumkuta Watanzania uh, wa vizazi vya kesho. Naye mwenyekiti wa chama cha uchapishaji wa vitabu nchini Tanzania PATA ameiomba serikali kuangalia upya sera, sheria na kanuni zitakazosaidia kuboresha tasnia ya uandishi hususan wa vitabu ambayo imekuwa ikitumika kama elimu pamoja na burudani kwa jamii. Katika kuhakikisha vijiji vilivyopo pembezoni mwa hifadhi vinanufaika na shughuli za uhifadhi, mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA imekabidhi madawati mia na hamsini kwa shule za msingi wilayani Bariadi mkoani Simiu, hatua inayolenga kuboresha mazingira ya elimu kwa shule zilizopo pembezoni mwa hifadhi ya pori la akiba Maswa. Shukuru Materu ameandaa taarifa zaidi. Akikabidhi madawati hayo kwa mkuu wa wilaya ya Bariadi, kaimu kamanda wa hifadhi kanda ya Ziwa Markichua Amesema utoaji wa madawati yao ni sehemu ya kurudisha faida kwa jamii zinazozunguka hifadhi, huku akatoa rai kwa wananchi kuacha tabia ya kufanya shughuli za kibinadamu kwenye maeneo ya hifadhi. Rai yangu Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa wananchi ni kuendelea kushirikiana na sisi kuhifadhi rasilimali hizi wa e, za wanyamapori. Kama tunavyofahamu, utalii, shughuli za utalii zinachangia zaidi ya asilimia 21, ya, ya fedha za kigeni, lakini pia zinasaidia jamii kwenye shughuli za maendeleo, hivyo ni vizuri wananchi wakashiriki moja kwa moja, kwa sababu sisi tunafanya hii kazi kwa niaba ya watanzania wote. Nibaini kuwa kulikuwa na uhitaji wa madawati, kulikuwa na uhitaji wa maji vijiji vyote sita. Kulingana na bajeti ya kamati, tulikubaliana kutengeneza madawati 150 ya shule za msingi, ambao watagawiwa katika shule tano. Upande wake mkuu wa wilaya ya Bariadi Simon Simalenga amewasihi wasimamizi wa shule zilizopokea madawati kutunza madawati hayo. Tukayatunze haya madawati, tukayatunze kwa sababu uhitaji wa madawati kwa watoto tulionao ni mkubwa sana, madawati haya yakatunzwe. Ukifuatilia kwenye shule zetu nyingi za msingi na hata sekondari, ni kawaida kukuta kuna vyumba ambavyo wanafunzi wanasomea halafu kuna chumba kimewekwa kwa ajili ya kuweka madawati mabovu. Sasa madawati mabovu ambayo yanatokea yameharibika, basi yatengenezwe. Nao baadhi ya eh, na wazazi na wanafunzi wameshukuru tawa kwa kuwapatia madawati ambayo yataondoa changamoto ya wanafunzi kukaa chini. Tunashukuru sana tawa kutuletea madawati. Watoto wetu walikuwa wanateseka sana. Walikuwa wanakaa chini. Lakini sasa walikuwa wanakalia mawe. Lakini sasa tunashukuru sana kwa mzigo. Tunajitahidi kuchanga, lakini tunashukuru sana tunashukuru kwa Tunashukuru tawa kwa kutuletea madawati. Madawati chini. Asante sana shukuru Materu kwa taarifa hiyo. Chuo cha Uhasibu Arusha IAA kimesema kitaendelea kuhakikisha kinatoa mchango wa kitaalamu katika jamii kupitia tafiti mbalimbali zinazofanywa na wanafunzi wake hususan zile zinazoonyesha matokeo chanya katika kutatua changamoto za kijamii na kiuchumi. Recho Chacha anaeleza zaidi. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na mkuu wa chuo hicho Profesa Eliamani Sedoyeka wakati akizungumza katika kikao maalum kilicholenga kutoa fursa kwa wanafunzi wa ngazi ya umahiri masters, tawi la IAA Dar es Salaam kuwasilisha machapisho ya tafiti zao mbele ya hadhira ya wataalam na wanataaluma kabla ya kuruhusiwa kuchapishwa rasmi. Profesa Sedoyeka amesema kuwa tafiti nyingi zinazofanywa na wanafunzi wa chuo hicho zimekuwa zikilenga kutoa mapendekezo ya mabadiliko ya kisera yatakayosaidia kuimarisha utungwaji wa sera bora na kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa. Ameongeza kuwa kuongezeka kwa machapisho yenye ubora kunakiongezea hadhi chuo cha IAA katika anga za kimataifa na kwamba IAA itaendelea kuhimiza na kuendeleza utamaduni wa kufanya tafiti zenye tija kila mwaka. Kama mwanafunzi anapoanza kufanya tafiti akijua kwamba hii tafiti mwisho wa siku itachapishwa na mwisho wa siku, ita siku itabidi aitetee mbele ya hadhira katika uwazi sio ndani ya uh, ofisi na supervisor wake. Hiyo itampa yeye mawazo ya kwamba kuakisha ambayo anafanya tafiti ambayo kweli inajibu, inaendana na mategemeo ya jamii. Kwa hiyo itapelekea yeye kuongeza bidii na kufanya kazi kwa weledi na ubunifu na kutumia rasilimali mbalimbali ambazo zinazopelekea tafiti yake kuwa nzuri. Kwa upande wake, mkuu wa chuo kampasi ya Dar es Salaam ya Chuo cha Uhasibu Arusha, Dr Kelvin Njunwa amesema kwamba kupitia jukwaa hilo wanafunzi watapata nafasi ya kuwasilisha mada zao kujadiliwa kwa kina na wataalam na hatimaye kutoa suluhisho la changamoto mbalimbali zinazolikabili taifa. Lakini pia mwelewe kwamba hizi mada wanazozitoa nyingi zinatoka kwenye jamii matatizo ya kijamii, shughuli za kijamii. Kwa hiyo at least wanaweza kujadili kwa upana na kutoa suluhisho kwa jamii yetu. Lakini pia nikapenda niseme kwamba chuo chetu cha Uhasibu Arusha Dar es Salaam campus kinatoa mafunzo kwa aina mbili, ile mafunzo mafunzo ambayo ni physical ya kuingia darasani, lakini pia mafunzo ya online ambayo wanaita blended model ambayo yanachanganya online na, na physical. Kwa hiyo ni fursa nzuri kwa wale ambao ni watumishi ambao wana nafasi kwa maana ya kuja physical kuweza kujiunga na chuo chetu kuweza kujifunza sisi tunaojiunga hapa pia tunapata shuda kutoka kwa wanafunzi wengine wenzetu ambao wengine kazi, ambao tuna, kutu, magazini, mali, mali. Kwayo, ayeye, ni wafanyakazi ambao tunakutana nao huko makazini na mahali mahali kwa hiyo ayeye ni chuo ambacho kinajieleza na kutokana na elimu hii ambayo pia wameanzisha kuna wanafunzi ambao wanasoma physically kwa maana ya kwa uwepo wa moja kwa moja wanaingia darasani lakini pia kuna wale wa blended, kwa maana ya kwamba wanasoma online. Huu ni mfumo mzuri ambao unaendana na dunia, kwa sababu unamwezesha mwanafunzi kushiriki kikamilifu sehemu yoyote ambayo yupo, anaweza kutumia kompyuta au akatumia hata sim smart sim popote ambapo alipo, na hata assignment tunafanya kwa mtandao, vitu vingi tu tunafanya kwa mtandao, ni mara chache sana nabidi wanane ana kwa ana na, na walimu aidha hatua hiyo awajengia uwezo wa wanafunzi na kuwaandaa kuwa watafiti bora na wabobezi katika fani zao, jambo litakaloongeza mchango wao katika jamii. Asante sana, Recho Chacha, kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza, Amina Makilagi, amefanya ziara katika kata za Igoma na Muhandu kusikiliza kero na kutatua changamoto za wananchi. Kutoka Mwanza, Emmanuel Mashak anaarifu zaidi. Wakifikisha kero zao, wananchi wa kata hizo wengi wao wameeleza namna walivyoathiriwa na vurugu zilizojitokeza hivi karibuni ambazo zimesababisha madhara makubwa kwenye kata zao, ikiwa ni pamoja na uharibifu wa miundombinu katika hatua. Wa nyingine, wananchi hao wameeleza kuwepo kwa changamoto mbalimbali, ikiwemo ya uchafuzi wa mazingira pamoja na vitendo vya ukatili kwa watoto. Ukifanya biashara, ukipata kahela kidogo, wao wanakuja wanatutishia mapanga wanaomba hela kutumia nguvu. Jumamosi nilipigwa mapanga, nilipigwa panga hapa mkononi na kijana fulani anaitwa Joka. Nikaenda kituo cha polisi, ilikuwa muda wa saa mbili, nikaambiwa, nenda kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa unakofanyia biashara. Kukuta ofisi imefungwa. E, nikashindwa hasa nifanyeje. Nimemfuatilia Joka amekuwa mtu wa kukimbia, kimbia tu, lakini basi mimi kero yangu ni uchafuzi wa mazingira. Tujitahidi kuwafundisha mabinti zetu jinsi ya kutumia nguo za watoto wa hifadhi na wenyewe jinsi ya kujihifadhi, maanake si hao ndio waanga wakubwa wa uchafuzi wa mazingira. Mimi nazungumzia malenzi, wazazi malenzi kwa watoto wadogo, ule ukatili, yaani wana ukatili kwa watoto na, na, na majumbani salama kuonekana. Wazazi wengine yani, ukikuta mtoto amepigwa unamwangalia kama amegongwa na gari, hana ile huruma ya kuweza kumpiga mtoto kwa au, kwa, kwa kumwonya. Yani anapiga anamgonga kitu kidogo tu, lakini anampiga mtoto, hata ukimwangalia yani unaona mpaka, yani mwili unasisimka yani, umpiga mtoto. Akitoa pole kwa wakazi hao, mkuu wa wilaya Nyamagana Bi Amina Makilagi amewataka wakazi wa Muhando na Igoma kuendelea kuitunza amani na kuepuka kufanya vitendo vya kihalifu. Nimekuja kuwapeni pole, nimekuja kuwapa pole kwa sababu ni tendo ambalo kwa Mandu halijawahi kuzoeleka kabisa. Kata ya Mandu ni kata ya wastaarabu, ni kata ya waungwana, ni kata ya watu wenye heshima, ni kata ya waasisi wa nchi hii ya Tanzania. Kuna wazee wa Muhando hapo walipigania nchi yetu ukapata uhuru kuna wazee wa Mwandu hapo walitoa damu na jasho, Mwandu ikawa salama, Tanzania ikawa salama. Lakini hawa wachache walitaka kutuweka katika mazingira magumu ya machafuko, kuiweka ramani ya Mnyamagana na Mwanza kwamba pata waliki na mtu yoyote anayetaka kuja kuwekeza Mwanza, Mnyamagana hayuko salama, kwa sababu kata ya Mwandu kuna watu wachache ambao ni waharibifu, walikuja kuharibu mali za wananchi. Asante sana Emmanuel maisha kwa taarifa hiyo zaidi ya wafanyabiashara mia mbili wa kutoka ndani na nje ya nchi wanatarajiwa kushiriki katika maonyesho ya kibiashara yatakayofanyika nchini kuanzia Novemba 27 hadi Disemba 7, yakilenga kukuza masoko ya bidhaa za Kitanzania pamoja na kuboresha masoko kutoka ndani na nje ya Tanzania. Bulakimsola anayo taarifa zaidi. Kwa mujibu wa Linda Mtu ya afisa masoko, Kituo cha Kimataifa cha Biashara na Usafirishaji Afrika Mashariki, EACLC, amesema maonyesho hayo yatafanyika katika kituo hicho ambapo wafanyabiashara watawekewa mabanda maalum ili kuonesha bidhaa ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kituo hicho cha kimataifa cha biashara kukuza biashara na kuendeleza wafanyabiashara wa Kitanzania. Lengo la maonyesho haya ni kwa kusanya wauzaji, wasambazaji na wazalishaji wa, wa bidhaa mbalimbali, ikiwa inawapa jukwaa la kutangaza na kuuza bidhaa zao hasa kipindi hichi cha sikukuu. Na maonyesho haya yataenda kuanza rasmi tarehe 28 mwezi Novemba mpaka tarehe 7 mwezi Disemba. Kwa upande wake, Bi Sabrina Komba, afisa uhusiano kutoka kituo cha EACLC, amesema faida kubwa ya maonyesho hayo imejigawa katika maeneo mengi ikiwemo kukuza uwezo wa wafanyabiashara wa Kitanzania, kujenga mtandao wa pamoja na kuwezesha masoko ya bidhaa zinazozalishwa nchini Tanzania kwenda masoko ya kimataifa faida nizungumzie kwa wafanyabiashara ambao watashiriki katika maonyesho haya kutoka na faida nyingi. Kwanza kabisa tunatarajia kuwa na watembeleaji wengi watakaokuwa natembelea hapa wa ndani ya Tanzania, lakini pia hata nje ya Tanzania. Kwa unapoweza kushiriki maonyesho haya unaweza kupata nafasi ya kupanua uh, bidhaa yako ama biashara yako kwa kupata wateja wapya wa ndani na nje ya Tanzania kwa ujumla. Naye Idi Sudi, afisa mauzo na ushauri kutoka kituo cha EACLC, ameataja baadhi ya ya bidhaa zitakazoonyeshwa katika maonesho hayo kuwa ni pamoja na bidhaa za ujenzi, maua, mavazi pamoja na bidhaa nyingine, ambapo kwa wananchi watahitaji kutembelea na kununua bidhaa katika kituo hicho wataingia bila malipo. Katika maonesho hayo mtazamaji. Hii ni taarifa ya habari, mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari, katika biashara, kiwanda cha sukari TPC si chajenga kiwanda kipya cha kuchakata mazao ya mabaki ya miwa chenye thamani ya shilingi bilioni 130.